Hii unaiona ni yebo yebo na ni moja kati ya nywele ambayo haijawahi kupitwa na fashion. Tutabadilisha mitindo mitindo mingi lakini yeboyebo itabaki kuwa pale pale. Mimi ni Farida Osman kutoka Farida Beauty Academy. Naomba uwe makini na mimi, nitakufundisha kusuka yeboyebo yenye nyembamba kabisa, lakini pia nitakuelekeza jinsi gani nimeweka mawimbi haya sawasawa sawa. Unaswali na chochote niandikie kwenye comment hapo chini. Mwanzo kabisa anza kwa kukata mstari ambao umenyooka, yani kata mstari mwembamba lakini unyooke, usiibieibie nywele. Yani kama nywele nasuka kwenye mstari, ndizo ambazo natakiwa nisuke, hizo hizo, sawa sawa. Haya, nitaenda kuchukua karasta changu kadogo sana, nitashika upande wa mbele hapa, nitasuka mara ya kwanza okay. Yani i-kidogo sana, chukua kidogo sana na rasta ni nyembamba sana, suka mara ya kwanza mara ya pili, una uwezo wa kuendelea, lakini nitakwenda kuongezea rasta sasa, lakini rasta ni kidogo mno. Yani, kama mna nywele zangu ndogo ndogo basi hata rasta yangu nina huwa ninaongeza kidogo kidogo, yani kidogo kidogo. Naomba niweke mteja hivi, ili uweze kuona vizuri zaidi, sawa. Kwenye ncha, hakikisha ncha yako inakuwa ni nye, nyembamba. Kama umeangalia vizuri hapa, nimeongeza mara mbili, ile mara ya kwanza na hii mara ya pili sawa sawa. Kwao nitaendelea kusuka ili nipate ncha, lakini hata huko nikija kuongezea nywele nitaongezea rasta ambayo ni kidogo sana, kwa sababu nywele yangu leo ni nyembamba mno. Sawa, mara nyingi huwa nakwambia ukishajua kusuka mbinjuo umejua kusuka yeboyebo. Kwa mfano, ukiangalia katika nywele hii nimeongeza rasta mara ya kwanza, mara ya pili, lakini huu ninaoenda nao ni sawa sana suka mbinjuo tu, rasta ipo kwa mbali mno, sawa kwao. Kwa wewe ambaye unajifunza kusuka Rudi kwenye video za mbinjuo, soma vizuri, fanya mazoezi, tuma feedback yako kwenye magrupu yetu ya WhatsApp. Lakini ili kutuma feedback na kurekebishwa, hakikisha tayari umekwishagusa button nyekundu iliyoandikwa subscribe hapa kwenye hii video, lakini pia ume like video hii, ume share video hii, na ume comment katika video hii. Tuta tena tukaongeze rasta yetu kidogo mno, yani kidogo sana nimeongeza, hii ni mara ya tatu. Kwenye comment nitaomba uniambie kwamba nimeongeza rasta yangu mara ngapi. Sasa anajua watu wengi wa mnaruka video kwa hiyo, yes, okay, tutaenda mara ya ngapi, hiyo ya nne. Nitaomba mniandikie kwenye comment nimeongeza mara ngapi, kama kweli huwa mnanisikiliza mwalimu wenu, nisiwe ninatwanga maji kwenye kino. Sawa sawa, tumeongeza mara nne, tutaongeza hii mara ya tano, tasuka tena mara ya kwanza, mara ya pili, yani ni kidogo mno, sawa, okay tena mara ya sita ni kidogo sana, kidogo kidogo yani kidogo kidogo. Usiongeze rasta nyingi, unapoongeza rasta ibane rasta yako vizuri, isuke mara ya kwanza, mara ya pili. Kama kuna haja ya kuongeza rasta, tutaongeza. Kama itakuwa imesha toshea, hatutaongeza rasta hii imeshika mawimbi sana I know that kwamba maswali yatakuwa mini mengi ni rasta gani nilotumia. rasta nilotumia ni sensation braids kutoka darling tanzania sensation ni rasta ambayo inashika mawimbi mno sawa sawa tunaelewana yes. baada ya hapo nitakwenda ni nita kuisuka nitaisuka kama hivi kama kwenye mikia nitaongeza, pia nita nitawajulisheni kwao nitasuka kwa ajili ya kumalizia upande wa chini. Kama utakuwa na swali sehemu hujaelewa niandikie kwenye comment, lakini na kusisitiza usukaji wa yeboyebo hautokaa upitwe na fashion. Ni moja kati ya nywele ambayo inasukwa miaka nenda miaka rudi, tumezaliwa tumezikuta, na bado watu wanaendelea kuzisuka. Kwa hiyo wewe ambaye unajifunza kusuka, it's okay, sawa unahisi kwamba kuna ugumu, lakini fanya mazoezi. Wakati unaendelea kusuka zile nywele ambazo, hisi, kusuka, ambazo ni rahisi, fanya mazoezi kusuka hizi ambazo unahisi kwamba ni ngumu. Naomba nikukumbushe kwa wewe ambao unahitaji kujifunza kusuka, karibuni sana chuoni kwetu. Sisi tunapatikana Dar es Salaam, Tegetanyuki. Tunafundisha kusuka nywele aina zote, yaani nywele aina zote. Ada zetu kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita. Jinsi gani ya kujiunga na chuo, namba ni hizo ambazo na kwenye skrini, na uzuri ni kwamba kozi ya miezi mitatu unalipia shilingi laki tatu. Tunaelewana? Kwa hiyo yani, ukipiga kwa hesabu za kawaida za kibongobongo, sawasawa, kwa mwezi umelipia shilingi laki moja, sawa sawa. Sasa naomba nikwambie, nimeongeza rasta nyingine hapa, kama umeangalia Inamaana itakuwa hii ni mara ya saba sawa. Kwa nenda kahesabu vizuri, tenga muda wako, niandikie kwenye comment hapa. Madam, umeongeza, uh, umeongeza kwa nini? Kwa labda mara tano, mara sita, mara saba. Nitasoma comment yako hapo chini sawasawa, sawa. Okay. Baada ya hapo turudi kwenye mawimbi. Mawimbi nitatumia kitana. Mara nyingi huwa mnaniuliza Madam, mawimbi yako huwa unatumia ni nini? mara nyingine natumia kitana, mara nyingine rollers. Huwa inategemea tu na siku ambavyo nahitaji kuisuka nywele yangu na aina ya nywele ambayo ninahitaji kwa wakati huo. Sasa naomba nikusisitize kwa wewe ambao utahitaji kujifunza zaidi, karibuni chuoni kwetu tunapokea wanafunzi ambaye hajui kabisa. Kwa hiyo njoo ujifunze na sisi. Mawimbi kama haya nitafunga alafu nitakwenda kuchoma na maji ya moto. Maji yawe nimechemsha kwenye kuni, kwenye gesi, kwenye mkaa, kwenye hita. Nahitaji tu maji ya moto tumika chana chao kama hivi sa, kisha nitakwenda kuitoa, nita sponge na nitatumia hii ni nini, ni taulo, ili kuifanya nywele yangu isije kaa bado ina maji. Hata nikivuta hivi, iwe nywele yangu iko sawa, bendi sawia, sawa. Umeona rahisi wake? Kwa hiyo nywele inabidi mawimbi yao yamelingana vizuri, kwa sababu ukizidisha, ukizidisha mengine marefu mengine mafupi, haitokupa muonekano ambao ni mzuri. Uchomaji huu una uwezo wa kuchoma aidha kwenye knotless, aidha kwenye mikia tu ya knotless au yani hivyo, ukachoma hata kwenye yeboyebo kama hivi, pia inawezekana. Sawa sawa, naomba nikutakie kila la heri, nikutakie mazoezi mema, kwa sababu utafanya mazoezi. Kutuma feedback yako ni bure kabisa. Jiunge na magrupu yetu ya WhatsApp. soma kama hivi, fanya mazoezi. Kuna mtu mwingine anaweza kaangalia video kama hivi na bado anakuuliza, je, unafundisha online? Yes, hapa ninakufundisha sawa, lakini sijajua kama baba, kuna kuna the way unahitaji pia nikufundishe zaidi ya hapa. Pia inawezekana unahitaji zaidi, njoo darasani kwetu, njoo tukufundishe, tenga muda wako, sawa sawa, kwenye online hivi hivi, pia tenga muda wako. YouTube hii ya Farida Othman ina video nyingi nyingi nyingi sana ambazo tayari tulikwisha kuzifundisha. Final touch ni kama hii ambayo unaiona, mteja wangu amependeza sana, sana. huu ndio muonekano wake wa mwisho. Kwa wale ambao ni wateja, karibuni sana. Unaweza ukasuka nywele kama hii, yes. Dada yangu ni polisi, unaenda zako kazini, unavaa kofia yako safi, smart classic, sawa sawa, tunaelewana. Ufanya kazi reception, very classic, napendeza sana. Mimi ni semi, asante, naendelea kujifunza nasi. bye, bye.